Kama nilivyoahidi ni kwanza, heri ya mwaka mpya, kwamba mwaka huu nitajikita sana katika kuelimisha watu na hasa wanawake kwa kupitia vitabu mbalimbali. Nitakuwa mbali, natengeneza summary kwa kuvichambua vitabu ambavyo vimeandikwa na waandishi nguli kabisa hapa Tanzania hata wengine wa nje ya Tanzania. Na hiki kitabu nakipenda na ndio nimependa nianze nacho, ni kitabu cha rafiki yangu anaitwa Maria Mbano. Ameandika kitabu ambacho kimeandikwa Mazungumzo ya Kike na wana taasisi yao inayofahamika kama Moms Relationship Hub. Na tuanze na utangulizi kabisa wa mwandishi huyu nguli kabisa, ambaye ni mwanasheria, anasema nini katika utangulizi? Anaelezea ni kwa namna gani ambapo atakuwa akiwasaidia wanawake, kwa sababu wanasema ukimwelimisha mwanamke ni kama umeelimisha jamii nzima, kwa sababu kwanza mwanamke ni mlezi, mwanamke anaangalia familia, mwanamke ndio amebeba majukumu makubwa sana katika jamii yetu. Mwanamke mmoja ukimwelimisha, ni sasana umeelimisha wanawake kumi. Kwa hiyo tajikita sana kuwasaidia wanawake, lakini pia wanawake ndio huwa pia watu ambao wana wako wako tu emotional, wanaathirika sana kwa kupata maumivu makali moyoni. Kwa hiyo, pia katika kitabu hiki kutazungumzia namna gani mtu anaweza akaponywa kisaikolojia, atasaidiwa kuweza kufanya mambo mengine hata kama ameumizwa, lakini ataweza kupona kwa kusaidiwa kupata ushauri tofauti tofauti ambao utaweza kumsaidia aweze kufanya mambo mengine ya maendeleo, asiwaze mambo ambayo ameyapitia, mambo ya kumuumiza tu. Kwa hiyo, kwa leo kwenye swala la la utangulizi mwandishi anasema kwamba hiki kitabu kwa yoyote atakayesikiliza, ina inamaana ni jamii nzima, uwe mwanamke uwe mwanaume, ukipata elimu hii itakuwa msaada katika society, na kinagusa pia kitabu hiki changamoto mbalimbali. Mwandishi anaendelea kusema kwamba kitagusa changamoto mbalimbali za kifamilia, za kiuchumi, za kibinafsi, na zitamsaidia mtu kuweza kujiongezea furaha na kuanza kujiamini kufanya mambo tofauti tofauti katika utangulizi. Leo naomba niishie hapo, lakini tutaanza na chapta ya kwanza ambayo itakuwa inahusisha mtu kujipenda mwenyewe au self love.